Yes, bwana mambo vipi kama heda tena Cozzo Brand. Hey, nakitana nakupeleka Kariakoo ya mwaka elfu moja mia tisa na hamsini. Najua utashangaa, kuna nyumba za miti, mibuyu unaiona, kwa kule nyuma kuna mbuyu yule. Hasa ni mashia za zamani ya Kariakoo. Na hapa nakupeleka kwenye soko ku, soko kuu la Kariakoo. Unaona? Hili ni soko la Kariakoo mwaka elfu moja mia tisa na hamsini. Baada ya hapo nitakuleta kwenye mwaka elfu moja mia tisa na themanini. Hii Dar es Salaam mzee Kariakoo ya ya mwaka elfu moja mia tisa na themanini. Cheki hapo tofauti baada ya miaka kadhaa kupita. Hii ndo Kariakoo ya ya mwaka elfu moja mia tisa na themanini. Cheki la hii alivyokuwa anavaa hmm. Angalia magari, angalia daladala. Watu tunatoka mbali sana, ndugu yangu. Hebu bwana, cheki kwanza, hii ndo mitaa ya Kariakoo ambako ukifika sasa hivi utashangaa mengi sana Magari ambayo walikuwa wanaendesha zamani ni daladala kama unavyoziona hizi. Gari plate number ambazo walikuwa wanatumia zamani Tanzania ni tofauti kabisa na sasa hivi, hakuna A, hakuna namba, A, namba B huko. Pale kuna magari ya cruiser kama haya sasa hivi, asha, pake. Hii ni kitambo sana, ni kitambo sana kwa miaka hiyo mi nyuma kama kweli tumepiga hatua. Ukifika Dar es Salaam sasa hivi utashangaa vitu vingi sana, utashangaa vitu vingi sana. Hii ni mitaa ya Kariakoo mzee, hii ni mitaa. Kuna mtaa mchikichi, kuna mtaa mhonda, hapa kuna mtaa kongo, kuna mtaa nyamwezi eh, kuna mkunguni hapa. Cheki cheki mazingira ya Kariakoo bwana, uko na mimi Cozzo Brand. Kama kawaida, nitakuwa nakuonyesha mitaa ya Dar es Salaam miaka ya nyuma. Nitakuonyesha Magomeni ya mwaka 1950 hmm nitakupeleka ni, nitakupeleka msasani ukaione msasani ya mwaka elfu moja mia tisa na hamsini pia nitakuonyesha msasani ya mwaka elfu moja mia tisa na themanini Tumepiga hatua sana. Ulikuwa nami kipindi chote, naitwa Cozzo Brand kama kawaida, usisahau kusubscribe chaneli yetu Cozzo Brand na kupenda sana mwanakitaa. Tuko pamoja, bye bye, chao.